Paloko wa parokia Mtakatifu Yohana Mbatizaji, Katoma, manispaa ya Bukoba, Deogratius Mwikira, wakati akiongoza mamia ya wananchi katika ibada ya mazishi ya mtoto huyo iliyofanyika nyumbani kwao Nyanga, kabla ya zoezi la mazishi kuanza, amesema sisi kwanza wazazi tuwe mfano mzuri, watoto wakiangalia maadili yetu waweze kutuiga. wazazi wa mtoto kutenda kitendo kama hicho cha kumchoma mtoto mwingine kumuua, hayata hatakwepo katika jamii. Tunajipatia watoto, baada ya hapo hatubebi jukumu la ulezi. Kwa hiyo ni waombe sana, hiyo na lenyewe tuliache, badala yake tuzingatie malezi na makuzi ya watoto wetu. Baadhi ya waombolezaji waliofika katika mazishi ya mtoto Elivilla Eliud wameiomba serikali kuchunguza kwa kina tukio hilo ili haki ya mtoto huyo ipatikane. Ili kwa kweli jambo hili nimelipokea kwa masikitiko makubwa sana. Kwa sababu ukiangalia hali ya mtoto, ni mtoto ni mdogo na ukiangalia hajafanya kitu chochote katika dunia hii kusema kwamba labda amefanya ukatili wowote ndio maana haikabidi afanyiwe hivyo. Ni serikali iweze kufuatilia huyu aliyefanya tukio hili ili, ili aweze kupelekwa katika vyombo vya sheria. Kwa kweli tukio hili nimelipokea kwa masikitiko sana, maana mtoto huyu alikuwa ni malaika, kiumbe cha Mungu, akijue kitu. Kwa kweli, ninaiasa serikali hasa Mama Samia angalie kitu hiki, maana huyu mtoto ni malaika wa Mungu. Yani tumepokea kwa masikitiko sana, kwa sababu ni kitendo cha unyama, kitendo cha ukatili. Bwana alitoa, Bwana ametwaa, jina lake lihimidiwe. Nikiripoti kutoka hapa mtaa wa Nyarubanja, kata ya Nyanga, manispaa ya Bukoba, mkoani Kagera, mimi ni Gibson Mika wa ITV.